Hamisa Mobeto siku ya leo amezua gumzo kubwa sana mitandaoni baada tu ya kuzungumza kuhusiana na ujauzito wake. Kama ambavyo tunafahamu, kuna siku Hamisa aliweza kuanika vipimo vya ujauzito na kudai kwamba kwa sasa hivi yeye ni mjamzito, lakini pia tukaweza kuthibitisha kwa macho katika siku yake ya kuzaliwa. Tumbo la Hamisa Mobeto lilikuwa la tofauti eh, tuliweza kuona alijitahidi sana kuvaa gauni la kubana tumbo, lakini bado tumbo lake lilikuwa linaonekana kwamba ni mjamzito. Ukiangalia hizo picha ambazo amepiga na mume wake Stefano Aziziki, bado alijitahidi kubana tumbo lakini tumbo lilikuwa linaonekana vizuri tu kama ambavyo unaona hizo picha hapo. Sasa Hamisa kwa sasa hivi ujauzito wake umekuwa kwa asilimia kubwa sana. Sasa unaweza kuona ni kwa namna gani ameshindwa tena kuficha na sasa hivi eh, ameamua kuanika picha mpya kama ambayo unaiona hapo. Hiyo ni picha ambayo Hamisa Mobetto ameweza kushare katika ukurasa wake wa Snapchat kupitia Snap Story, akiwa ameonyesha wazi kwamba kwa, kwa sasa hivi yupo katika hali gani, ujauzito wake umekuwa kwa kiasi kikubwa sana, lakini jambo ambalo linazidi kumpasua kichwa Hamisa Mobeto. Anashangaa e, mimba hii ya sasa hivi imekuwa tofauti na mimba zingine ambazo aliwahi kuzibeba. Tunafahamu Hamisa wa na watoto wawili, yule mtoto wa kwanza aliyezaa na majizo, lakini huyu wa pili ambaye alimpata na msanii Diamond Platnumz, hii itakuwa ni mimba yake ya tatu, lakini itakuwa ni mimba yake ya kwanza, unaweza ya e, mtoto ambaye amezaa katika ndoa, lakini pia ya vile vile kwa mume wake Zizikii ni mtoto wake wa kwanza ambaye amempata katika ndoa. Sasa unaweza ya wa ya kuona Hamisa alikuwa anaelezea namna ambavyo anapitia changamoto kubwa sana katika kuilea hii mimba yake ya sasa hivi. Ukiangalia Hamisa Mobeto hata katika siku yake ya kuzaliwa kuna mmoja uh, kati uh, shabiki ya shabiki alikuwa anamtania Hamisa Mobeto na, na kumwambia kwamba naomba nikupe zawadi ya birthday, akampatia mia tano. Hamisa Mobeto akawa amekasirika sana. Sasa watu wengi wakawa wanadai Hamisa uh, amechukia kwa haraka kama hivyo ni kwa sababu ya mimba yake, yaani mimba yake hii sasa hivi inamsumbua sana. Mara nyingi sana anahudhuria clinic, mara nyingi sana anaenda hospitali kuonana na daktari wake eh, na hiyo yote ni kutokana na ujauzito wake namna ambavyo unamsumbua Hamisa Mobetto, siku ya leo amebidi uh, azungumze kuhusiana na hilo swala kwa sababu uh, mara nyingi sana amekuwa akipata maswali katika peji yake kwa ha sababu Hamisa amekuwa ha ni mtu wa hospitali sana. Watu wakawa wanajiuliza jamani, nini kile ambacho kimempata Hamisa Mobeto? Kama ambavyo tunafahamu, mashabiki mashabiki ni watu ambao wanatamani kujua star wao anaendeleaje, nini ambacho kimempata ye, ikoje, ikoje hilo swala lake. Hamisa akaamua kuzungumza na kudai kwamba hakuna ujauzito ambao umemsumbua kama huu ujauzito wa sasa hivi, anapitia mambo magumu sana na kudai kwamba kuna siku ile ambayo mume wake eh, alipata shida akiwa uwanjani. Eh, tuliona namna ambavyo Azizikia aliumia kichwani katika ile mechi eh, ambayo ilipigwa pale Zanzibar eh, katika mchezo huu wa ligi kuu ya mabingwa barani Afrika ambapo ilipigwa dhidi ya Azam. Tuliona Azizikia aliumia katika eneo la kichwa eh, mpaka kufikia hatua eh, gari la wagonjwa likaja pale eh, uwanjani likamchukua Azizikia likamkimbiza hospitalini. Hamisa anasema ile siku ilikuwa siku ngumu sana kwake, ukiangalia na hali yake nakuambia ilifikia hatua, na yeye pia akalazwa kwa sababu tu ujauzito wake ulianza kutishia kutoka, labda huenda ile pressure ambayo alikuwa nayo, lakini pia namna ambavyo alikuwa na wasiwasi juu ya mume wake, ndio maana ae mimba ikawa kidogo imetikisika. Sasa baada ya pale a, daktari akamwambia Hamisa kwamba anatakiwa kutulia, anatakiwa kurelax. Ujauzito wake hautaki kabisa Hamisa Mobeto ahangaike, ahangaike, yani kiufupi ujauzito wake unatishia kutoka. Sasa kiufupi, Hamisa sasa hivi anatakiwa tu alale kitandani, atakiwi kuhangaika, angaika, atakiwi kwenda sehemu yoyote, atakiwi kufanya yale mambo ambayo yataleta mtikisiko katika ujauzito wake na kusababisha huo uja ujauzito kutoka jambo ambalo mashabiki wamempa pole sana Hamisa, uh, na kujisikia vibaya juu yake, kwa sababu ukiangalia Hamisa ni mdada poa sana, ni mdada ambaye mara nyingi sana hapendi kubishana mitandaoni, ni mdada cool, yani kiufupi Aziziki amepata mke. Na tangu Hamisa Mobeto aolewe, tumemuona anajistiri, anajitahidi sana kujistiri. Ay, mara yako ya mwisho wewe shabiki kuona tumbo la Hamisa Mobeto baada yeye, hey, kufunga ndoa na Aziziki ni lini? Hebu angalia hapo katika picha zako, hebu angalia katika picha za Hamisa Mobeto, unaweza kuona ni kwa namna gani ameamua kuwa mke, kwa namna gani ameamua kusimamia nafasi yake katika hiyo ndoa. Kweli Hamisa alikuwa anaitamani ndoa na ameipata sasa hivi ameamua kuitumikia kwa hali na mali, na hataki kabisa mambo ya mchezo mchezo. Kama shabiki unalipi la kumwambia Hamisa Mobeto kwa hili ambalo anapitia katika ujauzito wake? Tuachie maoni yako, lakini pia usahau ku